Bebi, si nilikwambia nguo chafu Nichapia bwana, sitaki kukutana na bwana yangu. Wacha nikwambie kasana huyu, nimekwambia usonge huko, msichana. Nimekwambia nini wewe? Ni msichana mdogo, sijui unafanya nini na mwanaume rika ya baba yako. Sawa, sijui utaka kwa nyumba nani uja hapa. Irene huyu, ni Roda Ros, nimekwambia uende huko, nimekwambia uende huko. Hii ni mara ya mwisho nakwambia, nikiwe kuona na bwana yangu tena utajua. Ujui toka unapigwa na msichana, ana kabari bado unamwongelesha, hebu kuja hapa. Huyo ni msichana wa aina gani ulikuwa naye? Mlitoania wapi? Na bado umemleta kwa nyumba yangu, yani unanikosea heshima, hadi nikiwa kwa nyumba unamwambia kuje. Usiniite beb, mimi ni bibi yako. Huyo msichana anafanya nini kwa nyumba yangu? Unaambia nani? Acha nikuambie, hii ni last warning nakupea.